Uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha ajali ni kupasuka tairi la mbele la upande wa kulia kwa basi la Chanel One, na hivyo kumpelekea dereva kukosa mwelekeo wa kulimudu basi lake na kuhama upande wa kulia wa barabara na kisha kugongana na uso kwa uso na kosta, na mabasi hayo yote mawili kuwaka moto mkubwa ambao umeleta madhara makubwa kwa binadamu na mali kwa kuteketea kwa moto, ndugu wananchi, awali tulikuwa tumetoa taarifa ya vifo thelathini na tisa, lakini mpaka sasa naitoa taarifa hii kuna ongezeko la vifo. Kwa hiyo kuna wananchi wengine wameongezeka e, na kufikia vifo arobaini na mbili kwa wananchi waliofariki kwa mchanganuo ufuatao: wananchi thelathini na moja wakiwemo wanawake ishirini na moja na wanaume kumi. Hawa walikuwa kwenye basi dogo Coaster, na wananchi kumi na moja wakiwemo wanawake saba na wanaume wanne walikuwa kwenye basi kubwa la Chanel 10, Chanel One. Aidha, majeruhi wote wamepatiwa matibabu waliokuwa ishirini na nane ambapo kati yao kumi na tatu wa ni wanaume na kumi na tano ni wanawake majeruhi wote hao wameendelea vizuri na wamepatiwa matibabu kwenye hospitali zetu pamoja na hospitali ya wilaya Same, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi na hospitali yetu ya rufaa ya KCMC ambapo majeruhi hao ishirini na wanne wameruhusiwa na wanaendelea vizuri na afya zao zinaendelea vizuri. Mpaka sasa tumebakiwa na majeruhi wawili ambao wako kwenye hospitali ya KCMC wakiendelea kupatiwa matibabu na madaktari wetu wanaoangalia kwa ukaribu zaidi. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, jumla ya abiria wote sasa kwenye yale mabasi walikuwa abiria sitini na saba, abiria uh, watu wazima uh, walikuwa ni sitini na nne na watoto watatu tegemea eh, kwamba siku ya Alhamisi kesho tarehe tatu saa moja asubuhi kwenye hospitali ya KCMC tutakabidhi miili hiyo eh, kwa watanzania wenzetu kwa ndugu zetu eh, familia za marehemu kwa ajili ya kwenda kuendelea na shughuli nyingine za mazishi. Gharama za majeneza, sanda na usafirishaji wa miili ya marehemu Vitu vyote hivi vimegharamiwa na serikali kwa kutoa kiasi cha fedha kila familia, ili kufanikisha eh, eh, mazishi ya wenzetu hawa. Aidha, maziko ya miili sita, eh, na ulioongezeka mmoja wa saba, wote wametambuliwa na ndugu zao, na hawa walikuwa hawahitaji kuchukua vinasaba, na wameshapewa ndugu zao na wamezikwa, eh, wengine, mmoja ile wa Tanga ame, jana tarehe moja na wengine wamekwenda kuzikwa tarehe thelathini kule kwenye maeneo mbalimbali e, ya Wilaya ya Same. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, serikali ya mkoa inaendelea kutoa ushirikiano wa karibu kwa familia na wafiwa wote kuhakikisha e, kuhakikisha wanafanikisha zoezi hili.